Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Jumba la ghorofa kumi lililozama wiki jana mjini Mombasa limepangiwa kubomolewa hapo kesho. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ametoa taratibu za ubomozi huo utakaochukua muda wa saa nane na utakaotekelezwa na wanajeshi. Wakazi wanaoishi karibu na eneo hilo wametakiwa kuhama huku shughuli za hospitali ya Coast General na uchukuzi kwenye kivuko cha Nyali zikiathirika kama Francis Mtalaki anavyotuarifu. Hatimaye jumba hili la ghorofa kumi lililozama siku tano zilizopita litabomolewa hapo kesho. Zoezi hilo litaongozwa na wanajeshi kwa kutumia vilipuzi. Tayari gazeti rasmi la serikali limetolewa kuhusu wanajeshi kuhusika katika shughuli hiyo. Akitoa mwelekeo na taratibu, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ametaka wakazi wanaoishi kilomita moja mduara na eneo hilo kuheshimu amri hiyo. Watu wote will have to vacate. Hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utakao kuweko utasababisha athari ya masikio yako, kila ukiwa karibu. Wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri na sio pamba ukasema kuwa unaenda kujiweka tayari. Wagonjwa wa katika hospitali ya Makadara wamehamishwa, shule na misikiti kufungwa kwa muda. Maeneo yatakayoathirika ya na operesheni hiyo ni kona Kilifi hadi soko la Marakiti, barabara ya Jomo Kenyatta hadi Sabasaba, kuelekea Ronald Ngala hadi kivuko cha Nyali ambacho kitafungwa saa moja unusu asubuhi kwa muda wa saa nne. Lile vumbi litakalotoka haswa mtu mwenye mtoto mtu mzima litaanza kudhuru mapafu yenu. Hii ni bomu. Jumba hata likianguka, kuna uwezekano chuma mawe kuweza kuruka, ikiruka kuna uwezekano wa kuweza kukupiga wewe. Baada ya jumba hili kuanza kuzama, linadaiwa kupinda kwa sentimita mbili. Machifu wameamrishwa kuanza kuondoa watu, huku baadhi ya wakazi wakitoa wa kauli zao kuhusu zoezi hili. Kupiga mabomu, watu wote wahame, mpaka bridge ifungwe, sala You ni know nini hi balai mpaka marketi mfunge, la ilaha illa Allah. Haijatokea ulimwengu wote, lakini hii ni mambo sijui ya ku evacuate about 5000 15000 individuals mutawa, mutawa evacuate wapi hao watu? Where will you take them? Sio wasema watapiga mabomu, watu wataumia, watafanyaje? Itakuwa mambo yale kwa yale, hakuna jambo la malizika. Please Musianze ukaidi. Ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? Baada ya operesheni hiyo kibarua kitaanza kubaini iwapo Yusuf Abdi Ali aliyenaswa na kamera za CCTV akielekea msikitini dakika chache baada ya jumba hilo kuporomoka aliangukiwa na jengo hilo au la. Francis Mdelaki, ring ya Citizen Mombasa.